We, amka sasa nikuulize, unajifanya hapa amka, amka. Yaani chakula venye ulikuwa unanitusi naye ukigombana nayo, ulikula si chakula ulikuwa unatetana naye? Dawa ya cockroach bacon ni ziko huko mbona hujachukua spray na kuuliza story na chakula sijakuuliza story na cockroach. Cockroach ni kula chakula kwa nyumba. Kisha kisha. Na hata ni kuuliza hapo. Yaani mimi nimekosana na wewe. Sina hata bado. Wewe sasa hata ni kuuliza hata. Tumekosana badala ukuje usiku uombe msamaha. Unipembeleze, una kuja kulala hapa ukijifanya sawe ndio mwanaume ukikula chakula yenye enye nitusi naye t amuka. Chini saa hii wanaume wameenda kutafuta amuka wa m amuka. Amuka kwa hiyo kiti indakokuitisha nyama nyama, unashinag nyama. Umeitisha nyama zenye ziko wapi? Amka kwa kiti, wageni wanakuja, amka Harakisha wageni wakuje, tuka nyumba wakupate tu mwanaume mzima tumelala kwa kwa kiti. Kama ni kwako sasa, utalala venye. Unaamka, acha kujinyoosha nyoosha hapo hapo, uje upige chai na maziwa, tutafute mkate na blueband. Kama hakuna utalala nje. Tumekula usiku Chakula enye umekula si bado uko kwa tumbo? Hakuna hapa chakula enye unakula basi, kwa hizo unaitwa cockroach.